Mkuu wa shirika la ujasusi wa nje wa Russia ametishia kwamba Poland na mataifa ya Baltic yanaweza kushambuliwa wakati wowote na Russia endapo yakianzisha uchokonozi dhidi ya utawala wa Russia kwa mgongo wa jumuiya ya kujilinda ya NATO. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa Sergey Naryshkin ambaye ni mkuu wa shirika hilo, alitoa kauli hiyo katika mahojiano yaliyofanyika siku ya Jumanne kwamba Russia itasababisha uharibifu kwa muungano mzima wa kijeshi endapo itaishambulia Russia ama Belarus, lakini akaonya kwamba Poland, Lithuania, Latvia na Estonia ndiyo watakaokuwa wa kwanza kulengwa na mashambulizi hayo. Kauli zake kwenye mahojiano na shirika la habari la serikali la RIA Novosti zinaunga mkono madai kuwa Russia inaweza kuelekeza macho yake ya mashambulizi kwa mataifa ya zamani ya kambi ya mashariki endapo malengo yake katika Operesheni ya ya kijeshi inayoendelea nchini Ukraine itatimiza malengo hayo. Mkuu huyo wa ujasusi alilaumu ongezeko la shughuli za kijeshi za NATO karibu na mipaka ya Russia na Belarus kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa na hatari katika bara la Ulaya kwa sasa. Na nukuu. Poland na jamhuri ya Baltic ni za kichokozi zaidi, angalau kwa maneno, mara kwa mara wanapiga makelele ya kivita, alisema jasusi huyo. Wanapaswa kuelewa, japo bado hawajaelewa, kwamba ikiwa kutatokea uchokozi wa muungano wa Atlantic na kaskazini dhidi ya muungano wa mataifa yani Union State, uharibifu utaelekezwa kwa NATO nzima, lakini kwa kiwango kikubwa zaidi watakaoathirika kwanza ni wale wanaoshikilia mawazo hayo miongoni mwa wanasiasa wa Poland na nchi za Baltic, aliongeza Naryshkin, mwisho wa kunukuu. Naryshkin alitaja hasa kile alichokiita tangazo la hivi karibuni la Poland kuwa inatafuta kupata silaha za nyuklia. Wakati huo Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alipendekeza mwezi uliopita kwamba Ufaransa inaweza kupanua ulinzi wake wa nyuklia kuwahusisha washirika wa Ulaya. Rais wa Poland, Andrzej Duda, alijibu kwa kusema kuwa hatua hiyo itakuwa na manufaa kwa usalama wa taifa hilo la Poland. Mkuu huyo wa ujasusi wa Russia pia alidai kuwa Poland inapanga kufunga takribani mabomu ya ardhini ya kuzuia vifaru milioni mbili kando ya mipaka ya Belarus na mkoa wa Kaliningrad nchini Russia. Poland na mataifa ya Baltic walitangaza mwezi uliopita kuwa, kwa kuhofu kurejea kwa uchokonozi wa Russia, wanajiondoa kwenye mkataba wa utawa, mkataba wa kimataifa unaopiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. Naryshkin alirudia kusema kuwa malengo ya kimkakati ya Russia katika mazungumzo ya amani, akisema Kremlin haitaki Ukraine iwe na silaha za nyuklia na inalenga kumaliza uwezo wa kijeshi wa kufuata itikadi za kifashisti nchini humo. Nanuku, wakosoaji wanaonywa kuwa Marekani inapoendelea kujaribu kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya kusitisha mapigano, kuna hatari ya kuipa Russia masharti ya kimkakati na maeneo ya ardhini kama zawadi Mwisho wa konoko, wanasema hali hiyo itatia moyo matamanio ya upanuzi wa Russia na kuiwezesha kujizatiti upya, kupeleka tena majeshi na kuvamia zaidi sehemu nyingine za Ulaya. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.